Ndugu yangu Chacha, kuna kauli moja. Mimi nasema, mtoto unaweza ukampa kila aina ya ulisi, lakini ulisi unaweza kuwa si ulisi wa kudumu. Mtoto unaweza ukamwozesha au akaolewa, lakini ndoa ikavunjika. Mtoto unaweza ukampa mali, lakini mali zinaisha. Unaweza ukampa kila aina ya ulisi mtoto, lakini vitu hivyo huwa vinaisha. Lakini kitu mtoto unaweza kampa mtu cha kulisi cha kudumu ni elimu. Mandela katika kitabu chake alichoandika aliwahi kusema kwa lugha ya kijaruo Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Maana yake nini? Elimu ndio njia sahihi ambayo unaweza ukaitumia kubadilisha maisha ya watu. Akaniambia watu wa Mbugani, tumejipanga katika kipindi cha miaka mitano ijayo katika upande wa elimu Nafahamu yapo mahitaji makubwa, kuwepo na shule za msingi hapa ambao zipo lakini zinahitaji ukarabati, lakini upo ujenzi wa shule za sekondari na uboreshaji wa miundombinu. Kuhusu swala la elimu, nataka niwaambie watu wangu wa Mbugani hapa, mkitupa ridhaa katika kipindi cha miaka mitano ijayo, kazi yetu ni kuwaletea maendeleo katika upande wa elimu. Nani kama CCM? Nani kama Chacha. Nani kama Mama Samia, ndugu zetu watu wa Mbugani. Nafahamu huwezi kuzungumza kuomba kura usipotaja vijana. Vijana wanahitaji kuwa na ajira, vijana wanahitaji kuwa na mbinu zote za ujuzi kuwafundishia mafunzo ili waweze kupata pesa. Lakini nataka niwaambie watu wa Mbugani ambao mko hapa, tumejipanga kwa kikamilifu. Ipo mikopo ya asilimia kumi ambayo ipo katika halmashauri zetu ambayo haina liba kabisa, asilimia nne kwa vijana wetu, asilimia nne kwa akina mama na asilimia mbili kwa watu wenye ulemavu. Kazi yetu ni moja tu kura tarehe 29 mwezi wa kumi, ili swala la ajira na mikopo kwa ajili ya vijana wetu basi tukawasaidia katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Ndugu zangu wa Kalangalala, Daktari Samia Suluhu Hassan ana mpango wa dhati wa kutamani kuukuza uchumi wa mtu wa Kalangalala na kuimarisha ustawi katika jamii zetu. Diwani wetu wametueleza na Daktari Samia Suluhu Hassan anahitaji mbunge Injinia Chate wa Mbura aende kumkumbusha ni kwa namna gani mnakwenda kuimarisha uchumi wenu. Daktari Samia Suluhu Hassan ametenga bilioni 99 kwa ajili ya kina mama, mikopo isiyokuwa na riba. Anajua mnatishwa na, na, na mikopo ya kaushadamu. Mchagueni Injinia Chate wa Mbura. Kijana ataenda kuwapigania na kuwapambania, na huyu ndiye Samia, ninamleta hapa Mama Samia yeah. Sasa mnaweza mkawa mkasema tayari tumeshashinda. Hapana, twenda tukapiga kura tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ili chacha akaingia bungeni pamoja na ndugu yetu aende akawe diwani na kura.